Amani haichagui dini, haichagui kabila wala haichagui maskini na tajiri. Nchi ikishaharibika, alitoa mfano wa yai likishapasuka, huwezi kuliokota okota tena na kulikaanga au kulichemsha. Kwa hiyo tuendelee na mazuri na neema na tunu hii ya kuimarisha amani ya nchi yetu. Lakini katika risala yako Mheshimiwa Shehe wa, wa mkoa umetoa shukurani kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Uliwahi kuniletea maombi ya kumwomba rais atoe ya sadaka yake katika ujenzi wa vituo vya afya, na mimi nilifikisha salamu hizo kwa mheshimiwa rais, na mheshimiwa rais alitoa mchango wake na sadaka yake ya shilingi milioni mia moja, na mheshimiwa rais tunamshukuru sana. Na leo uliniandikia barua nimpigishie mheshimiwa rais barua ya shukurani na leo umetoa shukurani za mdomo, nataka nikuahidi kwamba salamu hizi za upendo na shukurani zitafika kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini risala imeeleza umuhimu wa kuboresha daftari la kudumu la mpiga kura, na mimi nitumie hadhara hii kuwakumbusha kwamba serikali inaendelea kujiandaa na maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka ishirini ishirini na tano kama ambavyo ni ratiba ya demokrasia ya nchi yetu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea. Wale ambao hawajapata fursa ya kuandikwa katika daftari la kudumu la mpiga kura wasiwe na wasiwasi. Serikali itarudi tena kwa mara ya mwisho kuboresha daftari la mpiga kura ili kila mwananchi mwenye haki ya kupiga kura apate fursa ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika mwezi wa kumi. Ndugu zangu, nimalize hotuba hii kwa mambo mawili. La kwanza, kusisitiza umuhimu wa elimu kwa vijana wa Kiislamu, lakini sio kwa vijana tu, kwa Waislamu na hata kwa wasiokuwa Waislamu. Serikali ya Rais Samia katika mkoa wetu wa Mwanza inaendeleza juhudi mbalimbali za kwa kuhakikisha kwamba inasimamia sera ya elimu lakini pia miundombinu ya elimu. Lakini hata Qur'ani inaelekeza, hata aya zinasema tusome, soma kwa jina la Mola wako. Lakini hata hadithi zinaelekeza kuitafuta elimu, hata ukifika mahala unatakiwa kwenda China, tumeelekezwa kuitafuta elimu. Serikali ya Rais Samia katika mkoa wetu wa Mwanza imefanya jitihada kubwa katika kuimarisha sekta ya elimu kwa kujenga shule mpya, madarasa, vyoo na hali kadhalika, mabweni 30, shule mpya za msingi 85, shule mpya za sekondari 57 na, na imetoa fedha kwa miaka minne bilioni 60 kwa ajili ya kuimarisha miundombinu na kuajiri walimu 1168, na tunaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu aidha, sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili kumi na nne toleo la mwaka ishirini ishirini na tatu imeshakwisha kuzinduliwa. Na sasa hivi kila Mtanzania au asilimia kubwa ya Watanzania tunazo simu za mkononi. Ingieni katika mtandao, andika sera mpya ya elimu ya mwaka ishirini ishirini na tatu au toleo la mwaka ishirini na tatu ili uweze kupata faida serikali imebadilisha nini, e, sera yetu ya elimu kutoka ile iliyokuwa ikifanya kazi hapo awali, na sasa serikali inakusudia nini katika elimu. Kwa sababu hatuna muda wa kutosha, siwezi kuieleza. Ni vizuri mkaingia kwenye mitandao na mkaweza kupata. Lakini wanafalsafa mbalimbali duniani na wasomi wakubwa, kiacha tu maelekezo ya dini zetu zote, kuitafuta elimu lakini like pia ninayo mifano michache ya wanafalsafa wakubwa wanaoeleza umuhimu wa elimu hapa. Nitatoa mfano wa mtu mmoja anaitwa Benjamin Disraeli di, huyo alikuwa ni waziri mkuu mstaafu wa Uingereza ambaye aliishi mwaka elfu moja mia nane na nne akafariki elfu moja mia nane themanini na moja Yeye anasema to be conscious that your ignorant is a great step to knowledge kwamba ukijua kwamba mimi nina upungufu wa maarifa fulani, kile kitendo cha kujua tu kwamba nina upungufu wa maarifa fulani, hiyo ni hatua moja kubwa kabisa ya wewe kuwa ni mtu mwenye maarifa. Maana kuna watu tunasema, kuna kitu kinaitwa ujinga na kuna kitu kinaitwa upumbavu, ni vitu tofauti. Kwa hiyo, ujinga ni hali ya wewe kutojitambua kwamba wewe una upungufu wa jambo fulani ili uweze kuchukua hatua kuweza kukabiliana na upungufu huo. Sasa huo ndio unaitwa udika. Sasa e, mtaalamu huyu alieleza hayo, akieleza umuhimu wa kujitambua na kujitambua ndiyo fursa pekee inayoweza kukupelekea kuweza kupata maarifa. Lakini watu mnafahamu, kuna magari ya Ford, yule mzee ambaye alikuwa ndio mmiliki wa kiwanda cha Ford miaka hiyo aliwahi kusema na ninamnukuu, anasema one who stops learning is old whether at 20 years or 18 years anyone who keeps learning stays young yeah. The greatest thing in life is to, be, is to keep your mind young yeah. Yani yeye anaeleza kwamba jambo bora kabisa katika maisha na mtu ambaye hapendi kuongeza maarifa kila siku, hata kama atakuwa na umri wa miaka ishirini, mtu huyo ni mtu ambaye ameshazeeka. Lakini mtu ambaye hata akiwa na umri wa miaka sabini, lakini anaongeza elimu na maarifa yake kila kukicha, mtu huyo anakuwa na mawazo mapya, na mtu huyo anakuwa ni kijana katika katika ujana. Kwa hiyo kuzeeka, hakuna maana ya umri. Kuzeeka hata ukiwa m mwenye umri wa miaka ishirini lakini huna haja wala huhitaji kupata maarifa mapya, wewe kwa mujibu wa huyu mzee Ford, wewe ni mzee. Na mzee mwenye umri mkubwa lakini kila siku anatafuta maarifa, aidha kupitia vipindi vya redio au kupitia kusoma magazeti au kuangalia hotuba za viongozi au kusikiliza hotuba za mashehe. Sikusudii kutafuta elimu kwa kukaa darasani. Elimu inatafutwa kwa njia nyingi. Kwa hiyo, ili tusizeeke katika fikra zetu, basi ni vizuri tukaendelea kutafuta elimu, sio kwa watoto tu, hata kwa watu wazima. Lakini niseme la mwisho kwa upande wa elimu, wanasema siri kubwa ya mafanikio ni maandalizi siri kubwa ya mafanikio katika jambo lolote ambalo unalifanya ni maandalizi, au kwa wazungu wanasema preparation. Lakini siri kubwa ya, ma, ya mafanikio baada ya kufanya maandalizi ni kufanya kazi kwa juhudi, hard work. Ndipo shehe pale alikuwa anatunasihi hapa umuhimu wa kuomba. Lakini siri kubwa pia ya mafanikio ni kujifunza kutokana na makosa ambayo yaliwahi kutokea, aidha umeyafanya wewe au kayafanya mtu mwingine. Ukishajifunza makosa hayo, utabadilika na utapata mafanikio katika jambo hilo. Sasa kwa upande wa elimu, nimemaliza, nimalizie kwa kueleza malezi ya watoto. Kama ambavyo risala imesema, ninaungana na wewe, kwanza ni haki ya watoto kupata malezi mazuri na bora tena malezi sio tu akizaliwa. Kwa mujibu wa dini yetu, malezi yanaanzia toka mtoto akiwa tumboni. Kama umeambiwa mtoto atakapozaliwa anatakiwa lishe bora. Tunayo haki ya kumpa mtoto lishe bora ili awe na afya bora, lakini pia kama umeambiwa kunyonyesha ni miaka miwili. Ni lazima umnyonyeshe mtoto miaka miwili, unless kuna changamoto inayokufanya usifikie unyonyeshaji wa miaka miwili. Maana wakati mwingine, Shehe wa mkoa, unaweza ukajiuliza sasa, hawa watoto wengine mbona nidhamu imefungua kumbe, pengine unyonyeshaji wa miaka miwili haukufanyika, kanyonyeshwa maziwa ya mbuzi au ya ng'ombe. Sasa makuzi yake nayo yatakuwa na changamoto katika afya, afya yake. Kwa hiyo malezi ni kitu muhimu sana, na ndio maana tunaambiwa mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia, lakini katika fitina za dunia pia ni mali na watoto. Kwa hiyo wito wangu, tuendelee kuwalea watoto wetu, tuwe karibu na watoto wetu, lakini tuwapende pia watoto bila kubagua, huyu wa kike, huyu wa kiume. Tena iko hadithi inayosema ukilea watoto vizuri ndani ya nyumba yako watoto wa kike kwanzia watatu kwenda huko mbele, basi wewe ni katika watu ambao Mwenyezi Mungu atakuwa karibu pia na wewe na una heri zako siku ya kiyama. Kwa hiyo watoto wa kike wapewe nafasi ya malezi sawa kama watoto wa kiume. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa kwamba mke wake amepata mtoto wa kike, tena anaitwa Fatima aliona maswahaba wengine wameinamisha vichwa, hawana tabasama. Akauliza, kulikoni? walifadhaishwa na habari kwamba mtoto aliyezaliwa ni mtoto wa kike. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, katika watoto walio bora ni mtoto wa kike, na atakayemlea mtoto wa kike, basi Mwenyezi Mungu ana pepo yake. Kwa hivyo hapa ninajaribu kusisitiza umuhimu wa kuwalea vizuri watoto wa kike. Tuwahudumie watoto, lakini tuwalinde watoto. mtoa desnc ameeleza vizuri. Sasa hivi tuna ukatili wa kila aina, kwa hiyo ni wajibu wetu katika malezi kuwalea vizuri watoto hawa, lakini pia kuwalinda dhidi ya ukatili lakini malezi ninayo yazungumza hapa, kuna malezi ya aina mbili. Kuna malezi ya kimwili, ya kumpa nguo, kumlinda dhidi ya ukatili, kumpa chakula, lakini ni lazima tuwalee kwenye malezi ya kiroho. Sasa malezi ya kiroho yanaambatana na, na elimu ile niliyokuwa nikiisisitiza. Mtoto akilelewa vizuri kimwili, akalelewa vizuri kiroho ni mtoto ambaye atakuwa na mafanikio mazuri duniani, lakini kesho mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa ni mbora. Sasa ninayasema haya kwa sababu Sheikh Abeke, nilikualika siku moja kwenye futari ya watoto wa mitaani hapa Mwanza, tulikusanya watoto wa mitaani zaidi ya mia mbili, tukawaita njooni tule pamoja, tukawa tunazungumza nao tunawauliza kwa nini nyiye mmekuwa watoto wa mitaani. Moja ya mambo tuliyoyagundua ni kwamba baadhi ya watoto hao wamefiwa na wazazi wao, kwa hiyo ni yatima, lakini ndugu zao hawaoni thamani ya kuchukua watoto wa ndugu zao kuwalea katika nyumba zao. Sasa tunawasisitiza na pia ni jambo jema, kama kaka yako amefariki, ameacha watoto na wewe ni ulikuwa ni mdogo wa marehemu, kwa nini usiwalee watoto wa kaka yako? Kwa nini waache waingie kwenye mitaa, wawe yatima, wasipate chakula, wasipate usalama? Kwa hiyo. Lakini jambo la pili, wazazi, tunakuwa waoga kuandika mirathi kwa sababu sisi hatujui tunakufa lini, sio? Na tunaambiwa kila nafsi itaonja mauti, lakini wewe huweki mirathi, halafu una nyumba nne Halafu utakapofariki migogoro itaanza ya kugombea mali. Pale ofisini kwangu kila siku huwa anafanya kliniki kila Jumanne. Wiki iliyopita alikuja mtu kutoka Dar es Salaam, anasema nakuja kumshtaki fulani kwa sababu anauza nyumba ya urithi ya bwana Maganga. Nikamuuliza swali, bwana Maganga yupo hapa? Akasema yupo. Nikamuuliza haya, Maganga, kwa nini unauza nyumba ya mirathi? Akasema mheshimiwa mkuu mkoa, muulize huyo bwana yeye ni nani katika watoto wa Maganga. Akasema mimi ni mpambe wa mtoto mwingine wa Maganga. Kwa hiyo mtu anakodi dalali kuja kumsimamia kesi huyo bwana, ili pengine akishinda akipata hiyo nyumba na yeye apate mgao ambao wala sio sehemu ya mirathi yake. Kwa hiyo kuandika mirathi ni jambo bora, ili unapoondoka duniani uondoke na kuacha hali ya amani katika familia zetu. Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini jambo jingine ambalo linasababisha watoto wengi wa mitaani hapa Mwanza ni swala la ndoa na talaka. Mmoja akasema, wazazi walipozinguana mimi nikaamua kuondoka huko Bunda, nikaja hapa Mwanza. Haya, una umri gani? Miaka tisa. unafanya shughuli gani? Hakuna. Unalala wapi? sina makazi maalum. mshauri wako nani? Anasema huyo hapa, anaitwa Tyson. Huyo Tyson ana miaka minne, huyo ana miaka tisa, mshauri wake ana miaka minne. Kwa nini umekuja hapa Mwanza? Anasema wazazi walizinguana, nikaona wanalizingua natalaka, ndoa na talaka. Ndio maana tunasisitizwa tu, tunapoachana tuachane kwa wema Ukiachana kwa wema utapata shauku ya kumpigia simu aliyekuwa mkeo, bwana, watoto wanaendeleaje? Ukiachana kwa wema hata mama utapata fursa ya kumpigia. Lakini nataka niwaambie jambo moja. Siku moja alikuja kijana mmoja, alikuja mama mmoja pale ofisini kwa mkuu wa mkoa, anasema mkuu wa mkoa nisaidie. Nini? kodi ya nyumba imeisha. Wewe huna watoto? anasema ninao watatu, na mmoja na gorofa pale Dar es Salaam kati kati Kariakoo. Sasa kwa nini nikulipie mimi kodi, na kijana sikulipie tena binti? Anasema kwa kweli, huyu binti nilifanya makosa alipozaliwa, nilikuwa bize na maisha, nikaenda Dar es Salaam kutafuta maisha, nikamwacha mtoto analelewa na bibi. Kwa hiyo mahusiano yake na mapenzi yake ni kwa bibi na sio mimi, na nikienda Dar es Salaam, anasema wewe bana, mimi sikutambui, kwanza una macho mekundu, inawezekana ni mchangu Nikampigia simu mtoto, nipe namba, nikampigia akaniambia, huyo amekuja kushtaki tena huko, sio huyo. Bwana ni mama yangu, lakini mimi simtaka. Sasa nikajifunza kwamba kutokuwa karibu na watoto ni mtihani. Sasa wazazi, tunaona tuna umri tunahangaika, lakini itafika wakati uwezo wa kujihangaikia hatuna nao Halafu hukuweka mahusiano mazuri na familia na watoto wako. Leo siku ya Idi imefika, mzazi. Ndio maana wanafanya jitihada wazazi, kutafuta hata kanzu mpya ili amwonyeshe mtoto upendo wake, hata kama hana fedha mzazi huyo. Na mtoto akikuwa, atakuwa na kumbukumbu kwamba kila Idi ikifika, baba alikuwa analeta chakula kizuri, lakini pia analeta na, na kanzu, ingawa alikuwa hana kazi. Sasa wengine ni matajiri kabisa, lakini wako busy, wanatafuta maisha. Sikukuu ya idi inapita, hajui hata watoto wake kama walikula au hawajala. Anasema yuko busy, anatafuta maisha, anataka kuongeza zaidi na zaidi, lakini hata hawashiki mkono watoto wake, akawatoa auti kwamba leo twendeni kule Malaika, kule Malaika. Wala sio lazima uwe na pesa Unaenda, unatembea, unapunga upepo, unarudi nyumbani, lakini akakumbuka mtoto kwamba baba huyu alikuwa siku ya sikukuu ananishika mkono, tunakwenda wapi malaika. Sasa nikiwa mkuu wa wilaya ya Arusha alikuja baba, anasikitika nini? Anasema mwanangu anihudumie nilipomwita akasema, mtoto akaniambia, mkuu wa wilaya muulize, na huyo alipokuwa na uwezo wake aliwahi kunihudumia, sasa apambane na hali yake. Baba imebakia ni majuto. Kwa hiyo ndugu zangu, kuipenda familia sio lazima uwe na uwezo so. Watoto wanajua kwamba baba ana mapenzi na sisi, lakini hata tukigombana na wakina mama hawa wakina mama, sisi wakina baba tuko bize sana, hatuulizii shuleni. Mtoto anakwenda siku ya graduation wala hatuendi yeye. Yeah, anakwenda, alafu anapeleka na zawadi anapeleka na keki. wewe baba uko bize. Halafu siku ya sikukuu baba anatoa fedha, mama anaenda dukani, anachagua nguo nzuri, anazipeleka, anamwambia mwanangu, nimekununulia nguo za sikukuu, anapika chakula, anasema mwanangu, njooni, mle. Mwisho wa siku, ikitokea wazazi wao wamegombana, mama anatengeneza sumu kwamba katika maisha nimepambana sana kukusomesha na kukulea. Ndio maana wazazi ambao watoto wao wazazi walifarakana wakiwa wadogo, ukiwaangalia leo wana mapenzi ya upande mmoja, na mara nyingi mapenzi yao ni kwa mama, sio kwa baba. Kwa nini? Kwa sababu mtoto siku zote na fikira zake ni kwamba anayenunua chakula ni mama, aliyeleta nguo ni mama, na mambo mazuri yote alikuwa akifanywa na mama yake. Kwa hiyo mambo haya sio mazuri, tujiepushe nayo. Lakini pia wazazi wa pande zote tusitengeneze chuki kwa watoto, tuwalee watoto wetu vizuri, tumwombe Mwenyezi Mungu awajalie watoto hao, na wakifanikiwa basi wawe walezi wazuri kwa baba na mama kwa sababu tumeambiwa pepo ya mtoto yuko miguuni kwa nani? Kwa wazazi wake, sio mguuni kwa mama yake ingawa mama amepewa mara mtatu zaidi ya baba, lakini ni vizuri kuhakikisha kwamba tunafanya mambo haya vizuri. Ndugu Shehe wa Mkoa, kwa sababu ya muda nisingependa kuongea zaidi. Mimi nitumie fursa hii kuwashukuruni sana waislamu wote wa mkoa wa Mwanza na wasiokuwa Waislamu kwa kuimarisha amani na utulivu katika kipindi chote cha sikukuu. Sikukuu zimeanza vizuri, zinaendelea vizuri, hatuna tukio lolote ambalo limejitokeza katika mkoa wetu e, linaloashiria kwamba sikukuu hizi zimesababisha maasi, mauaji e, kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Tuendelee kuimarisha amani yetu, tuendelee kuwalea watoto wetu. Watoto wanaolelewa vizuri kwenye maadili hawawezi kuthubutu kutukana watu. Hata umo kwenye mitandao ya kijamii, ukiona vijana wanatukana wazee, ukiona vijana wanatukana viongozi, ujue kuna upungufu wa malezi. Malezi yanaanzia nyumbani. Tuwalee watoto wetu vizuri. Tukiwalea vizuri itakuwa ni mwanzo wao kutuombea dua tukiondoka katika mgongo huu wa dunia. Tusipowalea vizuri Kumbuke, watoto hawa watafanya kazi ya kugombana, kugombania katika yale ambayo nyinyi mlitumia jasho lenu kuyatengeneza kwa ajili yao, watauana. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo, ninawashukuruni tena, asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki sana, na nawatakieni kila laheri na jioni njema.